Vikao vya Bunge. Kamati ya Bunge ya sheria ndogo iliwasilisha changamoto hizo kwamba kuna baadhi ya sheria ndogo zinakinzana na katiba, baadhi ya sheria ndogo zinakinzana na sheria ya mama, baadhi ya sheria ndogo zinakinzana na sera au uandishi wenyewe kwamba haujafuata misingi ya uandishi wa, wa sheria, namna majedwali yalivyosukwa, walibaini hizo kasoro mbalimbali, na lazima tukubali. Kwa hiyo um, agizo lilotoka pale bungeni ilikuwa ni tukatatue hizo, hizo, hizo changamoto, na ndio maana tunapokwenda Arusha kuna mada inaitwa uandishi wa sheria, ili tukawaimarishe na kuwakumbusha drafting skills, yani wapate, wapate e, ule weledi katika kuandika sheria. Hiyo ni mada mahsusi kabisa na inaenda ku, kuwasilishwa na mtaalamu mwandishi mkuu wa sheria, atakuwepo pamoja na wataalamu wake, watupitishe pale, tujikumbushe siku nzima hiyo. Siku hiyo ni uandishi tu wa sheria, watu wajadiliane wakitoka pale. Na ndio maana anasema, yani hawa mawakili walikuwa kwenye halmashauri na taasisi wasikose. Sasa unakosaje? Yani ukikosa, maanake ujitambui na uelewi changamoto zilizopo Ndo maana tunawasisitiza sana waje kwa wingi, na mimi nakuhakikishia kabisa ni, ni vitu vidogo vidogo sana, ila sasa ndo ukiviangalia, vimeenda kuakisi, vimeenda kuathiri katiba labda, vimekinzana au vimekinzana na sheria mama au vimekinzana na sera fulani na kadhalika, au kuandika vizuri. Kwa hiyo hayo tutayatibu, na ndio maana kama utekelezaji wa maagizo ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio maana mada hii imeandaliwa. Kwa hiyo changamoto hizo zita zitaweza kuisha lakini, eh, driving force ni ni hasa, hasa kwenye ile mikataba ya kimataifa ni ile mikataba ya kimataifa kule inavyobadilika. Ikibadilika tu hiyo tayari ni changamoto, ni lazima uhakikishe na wewe unaji unanyumbulika na hiyo hayo mabadiliko, lakini hayo mabadiliko yanaweza kukupelekea pia vile vilevile mfanye training mbalimbali mbali. Mfano mzuri niliosema ni sasa hivi dunia tunaendelea na, na mchakato wa kutengeneza mkataba wa kimataifa kuhusu usuluhishi wa migogoro. Sasa tunashiriki kule kuona ni kitu gani kinakuja na kama ni kipya au kinahitaji tabibu gani ili na sisi tuwe mahiri na tutagusagusa kidogo kule Arusha kwamba kinachotarajiwa ni nini, na ndio maana nimetuma wataalam wako gana kwa wakitukae Afrika nzima katika hii sheria mpya inayotungwa, tunajipangaje? Na kama inakuja na mambo mapya, inaenda kuleta changamoto gani kwenye mikataba? Kwa sababu changamoto kubwa kwenye mikataba ni namna vitu vinavyobadilika kule, na wewe unyumbulike kuanzia na sheria zako zilivyo, na wewe mwenyewe umahiri wako na kuongeza zile skills za namna yaku jadiliana katika ile mikataba. Kwa hiyo, changamoto haziishi, kwa sababu mabadiliko yanaendelea kuwa kila siku, na na na na, na, na drivers za kiuchumi na zenyewe zinabadilika kila siku. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunanyumbulika nazo na kuwa na kuwa kuwa current, sijui nisemeje, kuwa kisasa zaidi. Kwa hiyo nis